Nimekuwa nikiwasalimia tangu Jumanne tulipoanza kongamano hili, hata sasa nazidi kuwasalimia. Watu wengi wametuma salamu zao, siwezi nikawataja kila mmoja kwa sababu ya muda, lakini nataka niwashukuru sana wanafunzi, pamoja na Nyakeore fraternity at large for the cooperation that we have had this week. Our God is so gracious that he has allowed us to share without any problem. Mungu wetu amekuwa mwema kila wakati tulipokuwa tukimuomba, kwa kweli alikuwa na jibu. Kuna wakati tuliona kumenyesha, tukamwambia akaweze kuzuia mvua na akaizuia. Na akaleta mvua kama tumemaliza. Mungu wetu amekuwa wa ajabu. Na hivyo leo tunataka kusema ya kwamba ataruhusu sisi tuweze kuzungum kuzungumza neno lake zaidi ya yote. Salamu zote, uh, tunapoanza juma hili nita nitasafiri kidogo Motagara girls. I will talk to them, nikienda niwaambie aje? I'm told they were hosting uh, you guys uh, kwa sports, ni kweli? Yeah, that is why they could not have this uh, function. So for them, they are starting uh, from this coming week. So I will share with them. So umesema niwape salamu. Eh. So I'll do that. I'll do that. Above all, we want to thank our God because has been so gracious to us that we have shared from His word. Tumekuwa tukifundishwa mada kuu inayosema neema ya yeah, ajabu yeah. The marvelous grace of the Lord. That was our key theme that we were studying this year for the camp meeting 2025 na tukaona ya kwamba Mungu wetu ni mwingi wa neema na rehema. Ndipo sisi tupo hapa wenye dhambi tusio Mungu wetu ametuonekania kwa neema, ndio maana tunasimama kutangaza habari njema Haleluya. Atukasema neema ni nini? we said and defined what grace is and we said that grace is the unmerited favor that has been transferred to someone who doesn't deserve that. Unmerited favor that the Lord has blessed us with Ano, tumekuwa tukizungumzia tukazungumzia kisa cha Mefipo Shef, aliyedharauliwa sana kwenye jamii, lakini through the the the amazing grace, the grace of the Lord, neema kuu, Mefipo Shef akaketi pamoja na mfalme. Mpenzi, nataka usishangae sana hayo mambo tunayozungumzia si yamefipo sheti ni yako mwenyewe, ya kwamba wewe pia wakati mmoja unapodharauliwa, lakini ukasimama wima, utaketi katika meza ya fahari, utaketi katika meza iliyoandaliwa na Yesu mwenyewe, ikiwa tutakuwa washindi wa dhambi life on earth mungu katika ubora wake, tukamzungumzia Mungu anapokuwa katika ubora wake, uumbaji wote unaonyesha Mungu alikuwa katika ubora wake, lakini kauli hiyo haitosheleshi wana wa Israeli wanapotoka Misri wakielekea Kanaani, inaonekana kweli Mungu alikuwa katika ubora wake, lakini kauli hiyo haitoshelezi. Mwana wa Mungu anapozaliwa ni kweli alikuwa katika ubora wake, lakini kauli hiyo bado haitoshelezi. Anapokufa msalabani, hata inapofika saa tisa anasema Baba na uwasamehe, maana wajue walitembea. Tukiangalia kauli hiyo, tunasema kweli Mungu alikuwa katika ubora wake, lakini kauli hiyo haitoseleshi kamwe. Basi ni wapi Mungu yupo katika ubora wake? Maisha yako, yale anayokufanyia, yale ambaye anakutendea wewe binafsi Mungu anajidhihirisha katika ubora wake katika maisha yako wewe mwenyewe. Leo hii tunajifundisha kuhusu kisa kilicho kwenye Biblia, Wafalme wa Pili na Wafalme wa Kwanza. Hivyo kama hujawahi soma kitabu cha Wafalme, leo hii nitakufundisha yote yaliyomo kwenye Biblia Wafalme wa Kwanza na wa Pili. Unaposoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza, unaposoma Wafalme wa Kwanza, mtumishi wa Mungu Elia, najua nimeanza, tuko sawa? Yeah? Are we together? Mtumishi wa Mungu Elia anapokuwa anafanya kazi yake, kuna wakati anamfikia mtumishi kisha. Elisha yupo kwenye kulima na ng'ombe katika jozi lake la ng'ombe wawili. Elisha anawalisha an analima na ng'ombe wake. Mtumishi wa Mungu Elia anapofikia Elisha, kisha akachukua sehemu ya nguo yake akaiweka kwenye mabega ya Elisha. Kisha Elisha, by the way, ni muendelee kufuata kama uko na Biblia usome, sababu utapata ya kwamba nimemaliza bila kutaja verse nini kwa sababu yamb Elisha akaamua aka kwenda na kuacha yote. Ana, anauliza Eliya ampe nafasi ili aende ili akawape watu wa nyumba yake bai. Elisha akaenda na ng'ombe wote mpaka kwao, kisha akawachinja wote, wakala wakafanya sherehe ili aweze kuaga ili ajiunge na nani na Eliya. Yaani ni kana kwamba kile kitambaa alichowekewa begani ilikuwa ishara kutosha ya kwamba sasa Elisha ameitwa katika utumwa. <tuhi> <tuhi> Elisha na wachinja ng'ombe wote wakala wakafanya sherehe kisha akaondoka na kumfuata Eliya. <tuhi> yaani alichokifanya Elisha ni kwamba sasa ameacha vyote, kwa sababu ajue atakwenda sasa atame, atakuwa ameviacha vyote ili atapokuwa ameenda asikumbuke tena kitu chochote nyuma, kitu chochote kisimrudishe nyuma. Hivyo ndivyo wa Kristo tupo. Unapoamua kumfuata Kristo, acha vyote ukamfuata Kristo. Usije ukaacha vingine nyuma ambavyo vizakukumbusha ukarudi nyuma. Kama ulikuwa msinzi, achana na mambo ya rafiki mwingine, achana na mchepuko. Namba yake diriti diriti, Whatsappu diriti, Twitter, Instagramu, Facebook, ili kana kwamba ukienda tena, usije ukapata amekuandikia SMS akakwambia you know I miss you. The children of Israel, unajua this happens, wanapokuwa wamekwenda tena, tunaona Farao anawamis ana tena anawafuata nyuma, so <laughs> shetani naye huwa anatufuata nyuma. Wakati mwingine ukiamua kumfuata Yesu, enenda kabisa. Ikiwa wao ni mlevi, pasua chupa zote ili zisione tena. Wewe ikiwa ni mwizi achana vyote, ukasarenda umfuate. Kwiso unapoamua kumfuata Yesu, usirudi tena mahali ambapo Yesu ameshakwisha kukutoa. Kuna hatari ya kurudi tena, kuna hatari tena ya kurudi hapo. Elisha akafa. Elisha akafa sasa tuko kwenye wafalme wa pili kumi na tatu mstari wa ishirini Biblia inasema ama inazungumzia kisa kimoja nisome tu ili msiseme ya kwamba ni maneno yangu Elisha akafa nao wakamzika vikozi wa Moabi, vikozi vya wa Moabi vilikuwa vinashambulia nchi kwa vita kila mwaka Wakati wa buli ikawa, Waisraeli fulani walipokuwa wanamzika mtu, ghafla wakaona kikosi cha washambuliaji. Basi wakaitupa ile maiti ya yule mtu ndani ya kaburi la Elisha. Wakati ile maiti ilipogusa mifupa ya Elisha, yule mtu akafufuka na kusimama kwa miguu yake. Haleluya! alichokuwa nacho Elisha ambacho ni unique to an extent that it raises the dead. Hata anapokufa, mifupa yake inapoguzana na maiti, maiti inakuwa hai Amen. Nilipokuwa nasoma haya, akilini mwangu nilichora picha, ni mtu amekufa mtu amekufa sasa, anaenda kuzikwa. Aa, zama zile wajua, kuna mtu alikuwa anatangulia, huyo mtu amekuwa ametangulia, ni yule atakayeendesha sherehe ya kumzika, akatangulia. Anaweza kuwa pastor ama padri yeyote yule. Nyuma amefuatwa na mke, waliaga mke huyo, akafuatwa na watoto familia na jamaa nyuma yao, kukakuwa na watu wanaume wanne, wawili mbele, wawili nyuma, waliobeba jeneza, waliopeba yale maiti. Najua nyakati zile watu walikuwa napebwa kwa majera. Sasa wawili mbele, wengine wawili nyuma. Nyuma tena kukawa na nani na watu wengine ikiwa wako karibu kuelekea kwa wanapokuwa wanamzika. Anajua nyakati zile ma, makaburi sio kama haya yetu, yanachimbwa futi sita chini. Makaburi yale ni yale ambayo yalichongwa kama yale ya Joseph Arimathea, ile alipea Yesu Kristo, so wanaelekea